Wakristo wengi wa hatujui, Mungu alipotuumba tulipompokea, tukampa maisha yetu kama Bwana mkuzi wa maisha yetu, ndani yake aliingia yeye mwenyewe, aliingia ndani yetu, akatugeuza tukafanyika kuwa nyumba yake, tukafanyika kuwa hekalu lake, akatufanyia mazingira ambamo Roho wake anaishi ndani yetu, nguvu zake zikaingia ndani yetu, uwezo wake ukaingia ndani yetu, akatuambia sisi ni nuru ya ulimwengu, sisi ni taa mahali penye giza. Anasema sisi ni mji uliojengwa juu ya kilima usioweza kufichika, sisi tuna nguvu za kwake, tuna uwezo wa kwake. Bibi anasema ikiwa roho yule yule aliyemfufua toka kwa wafu, anakaa ndani wa Kristo ta au anakaa ndani yetu. Ikiwa roho yule yule ambaye aliingia mpaka kuzimu akamtoa Yesu anakaa ndani yetu. Ikiwa roho yule yule ambaye alirudisha uhai wa Yesu anakaa ndani yetu. Ikiwa roho yule yule aliyeumba mbingu na nchi anakaa ndani yetu. Ikiwa roho yule yule alileta ketu nye uwepo anakaa ndani yetu, wewe sio mtu wa kawaida. unaweza ukadharaulika lakini wewe sio mtu wa kawaida. Unaweza ukatukanwa wewe sio mtu wa kawaida. Unaweza ukaonekana huna thamani ila wewe sio mtu wa kawaida. Biblia inasemaje? Israeli walitwezwa sana kwa sababu ya Wamidiani, nao wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Sasa ukitazama kwenye bwaaitazaye kwenye familia zetu awezekuta ni ukata uliopitiliza, umasikini uliopitiliza Pengine watu hawavuki wa kielimu, wamekwama mahali, hawaendi, hawapigi hatua, wana strago kuliko kawaida. Kuna mambo yanatokea kuliko maelezo, hauna maelezo, hauna namna ya kuelezea. Lakini sikiliza, nikuambie, usipotazama kwamba mtu ambaye Mungu amekutanguliza mbele, ili wengine wakikuona wamwone Mungu kupitia wewe, ili na wenyewe wafuate njia kwako, sababu kama amekuweka kuwa taa ya ulimwengu, make kila mmoja akimbilie mali penye nuru, akimbilie mali penye giza.